Mapema leo Tanzania ilikumbwa na taharuki kubwa kufuatia taarifa zilizosambaa kwa wakati mmoja katika akaunti mbali mbalimbali za taasisi za serikali na taasisi binafsi zikida, zikitangaza kifo cha rais. Akaunti rasmi za taasisi kadhaa za serikali ikiwemo ya jeshi la polisi, mamlaka ya mapato TRA, tume ya uchaguzi na baadhi ya wizara hata akaunti ya mitandao akaunti za mitandao ya kijamii za chama tawala CCM zilituma ujumbe uliokuwa ukifanana na kusema kuwa, kwa masikitiko makubwa tunatangaza kifo cha rais aliyeaga dunia saa kumi na moja alfajiri. Taarifa hii iliyotoka kupitia akaunti halali zenye nembo rasmi na alama za uhakiki, yani verified accounts, ilisababisha mshtuko mkubwa. Watumiaji wa mitandao walijaa hofu wengine wakianza kutuma rambirambi rambi, huku wengine wakikosa kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Kwa dakika chache, taifa lilianza kuyumba kiakili. Dakika chache baadaye, mitandao ya kijamii hasa X zamani Twitter, Facebook na Instagram, zilifurika kukiwa na ujumbe wa huzuni, kejeli, mashaka na hofu na hashtags mbalimbali zilianza kutrendi zikiashiria kifo cha rais. Baadhi ya watumiaji walichapisha picha za rais zikiwa na maandishi in loving memory, yani kumbukumbu kumbu, kufuatia kifo hicho. Mitandao ya kimataifa haikuwa imeripoti chochote, lakini kutokana na vyanzo rasmi kuonekana kuwa na taarifa, wengi walichukulia jambo hili kuwa ni la ukweli. Hii inaonyesha jinsi gani uvamizi wa mitandao Kupitia taasisi rasmi unavyoweza kuwa na athari kubwa zaidi kwa amani ya taifa kuliko hata mashambulizi ya silaha. Kadri dakika zilivyoendelea kusonga mbele, baadhi ya wataalamu na waandishi wa masuala ya teknolojia walianza kutilia shaka uhalali wa taarifa hizo. Mbona vyombo vya habari vikubwa vya serikali na hata televisheni ya taifa hazijasema chochote? Kwa nini taarifa hii imetoka kwa maneno yale yale katika akaunti tofauti za serikali na taasisi nyingine? Kwa nini haijathibitishwa rasmi na wasemaji rasmi wa serikali, kwa mfano ofisi ya rais, yaani Ikulu? Swali muhimu zaidi likawa, je, huu ni uvamizi wa mtandao? Kwa mara ya kwanza taifa likaanza kuelewa kuwa si kifo cha rais kilichokuwa kinakaribia kusababisha mgogoro bali ni udhaifu mkubwa wa mifumo ya usalama wa mtandao huko serikalini. Mnamo majira ya saa mbili asubuhi, msemaji wa serikali alizungumza kupitia vyombo vya habari na kuthibitisha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan yuko salama na anaendelea na shughuli zake kama kawaida, na taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni za uongo. Kauli hiyo ilileta ahueni kwa kiasi fulani, lakini tayari madhara yalikuwa yamesha sambaa. Imani ya wananchi kwa taarifa kutoka akaunti rasmi ilianza kuyumba. Serikali ilikiri kuwa akaunti zake kadhaa zimevamiwa na kudhibitiwa na watu wasiojulikana. Kwa mara ya kwanza kabisa, watu wasiojulikana walikuwa wameivamia serikali, lakini tofauti na uvamizi ambao umefahamika mara nyingi kuhusiana na watu wasiojulikana, uvamizi huo wa watu wasiojulikana ulifanyika mtandaoni. Huu ulikuwa ni uthibitisho rasmi kuwa Tanzania imekumbwa na shambulio kubwa kabisa la mtandao ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hii. Katika dakika chache baada ya uthibitisho huo, mijadala mizito ikaanza kuibuka. Je, kwa nini taasisi nyeti kama jeshi la polisi au mamlaka ya mapato TRA na hata Chama cha Mapinduzi CCM hazikuweza kujilinda dhidi ya mashambulizi ya mtandao? Wataalam wa usalama wa mtandao wakatupia lawama mifumo dhaifu ya ulinzi wa mtandaoni, lakini wengi wengine walikwenda mbali zaidi na kulaumu uweledi katika taasisi zinazohusika na masuala ya usalama, na lawama zaidi zilielekezwa kwenye mfumo wa ajira kwenye taasisi mbalimbali za usalama ambao umekuwa ukilaumiwa kwamba mara kwa mara unaendeshwa kwa misingi ya undugu, ujamaa na upendeleo wa kisiasa badala ya weledi na uwezo wa kitaaluma. Matokeo yake taasisi hizi zimekosa watu wenye ujuzi wa kweli wa kulinda mifumo ya usalama, na badala yake nafasi za ajira zimekuwa zikigawiwa kama zawadi za za kisiasa au undugu badala ya kupitia ushindani wa kitaaluma. Na katika muktadha huo kuna uwezekano Mungu aepushe, mashambulizi kama haya yataendelea kutokea endapo hakutofanyika marekebisho ya haraka na ya makusudi. Mara baada ya kutokea kwa shambulizi hili, hayo mashambulizi, kwa sababu si moja, tunaliita shambulizi kwa sababu kwa unda, kwa ukubwa wake, lakini ni lundo la mashambulizi, kwa sababu ni akaunti mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zilikuwa zimewindwa. Wadadu, wadadisi wa masuala ya siasa na pia katika masuala ya usalama aliona fursa ya kuibua mjadala mzito kuhusu hali ya taasisi za usalama nchini. Kwa sababu kwa muda mrefu serikali, awamu mbalimbali za serikali chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi zimekuwa zi lawamani kwamba zimekuwa zikitu, vyombo vya dola zimekuwa vikitumika na vimekuwa vikitumia muda mrefu au muda mwingi kufuatilia zaidi wapinzani wa, wa kisiasa wanaharakati wa haki za binadamu na wakosoaji wa, wa serikali badala ya kujikita kwenye vitisho halisi au kwenye vita dhidi ya maadui halisi wa taifa. Kwa mfano uh, changamoto zinazoweza kutokea kwenye mitandao ya kijamii au kwenye mifumo ya, ya mitandao, mifumo ya usalama. Matokeo ya kis, matokeo ya kisiasa, masuala ya kisiasa yamepewa ya uzito mkubwa kuliko matishio ya kimkakati kama haya ya mtandaoni. Sasa inaonekana wazi kuwa kwa miaka kadhaa serikali imekuwa ikijishughulisha na vita ya kisiasa badala ya kulinda mifumo ya usalama wa taifa. Wataalam wa masuala ya mitandao wakaonya pia kwamba japo tukio hili linaonekana kuwa limebainika kwamba kuna udukuzi umefanyika wa katika mifumo mbalimbali ya mtandao inayohusiana na serikali lakini bado inawezekana kwamba tatizo husika halijaweza kutatuliwa na kuna sababu mbalimbali zinazoweza kuashiria kuwa tatizo pengine bado lipo kwa sababu uh, kwa kwenye uelewa masuala ya udukuzi um, unaweza kuwa umelidhibiti tatizo kwamba kwa mfano akaunti ya kwenye mtandao wa kijamii inaandika vitu vya ajabu kwa maana ikiashiria moja kwa moja kwamba imevamiwa uh, kama ilivyotokea leo hii ni moja ya ishara ya kwamba akaunti husika imedukuliwa, lakini kuna aina mbalimbali za udukuzi ambazo mlengwa hawezi kufahamu mpaka zifanyike jitihada kubwa kufahamu, na moja ambayo ni ya hatari zaidi na inaweza kuwa inahusiana na tukio hili ni inayoitwa advanced persistent threat, kwa kifupi APT. Hii ni aina ya shambulizi ambapo wadukuzi wanapata udhibiti wa mfumo na kubaki humo kwa muda mrefu bila kugundulika. Hii ina maana kuwa hata baada ya taarifa kugundulika kuwa ni ya uongo, huenda hao wadukuzi wakawa bado wanadhibiti sehemu za mifumo ya serikali, na aidha wanaweza kuendelea kutoa taarifa nyingine za uongo au kuiba nyaraka au kuteka taarifa za siri au wanaweza kukaa kimya, lakini wakawa wamedhibiti mifumo ya usalama wa, uh, wa mtandao kwa serikali. Sasa kwa bahati mbaya, matukio haya ya ya, ya ya mashambulizi ya mtandaoni Um, uf, ufumbuzi wake huwa sio hapo kwa hapo, kwa sababu hatua ya kwanza huwa inakuwa ni kudhibiti lile tatizo lilipo, uh, kama vile akaunti ikiwa imetekwa kujaribu kuirudisha, lakini kuchunguza na kufahamu undani, uzito, chanzo na kuhakikisha kwamba huko mbele haitokei, haya ni mambo ambayo sio tu yanachukua muda mrefu, lakini yanahitaji uweledi wa hali ya juu. Kwa hiyo serikali inapaswa kuchukulia jambo hili kwa uzito mkubwa zaidi kuliko ilivyokuwa ikifanya hapo awali. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa serikali kuwekeza kwenye matishio ya msingi dhidi ya taifa na sio kuandama watu ambao hawana makosa au wanaudhaniwa kwamba ni tishio kwa, kwa serikali. Yayumkinika kusema kwamba serikali inawekeza nguvu kubwa kwenye kesi ya Mheshimiwa Lisu, kwenye masuala ya kisiasa dhidi ya CHADEMA wakati tunafahamu kuna mengi ambayo ni matishio halisi kwa usalama wa taifa kama vile ufisadi, ajira zisizo za zinazo kwenda kwa, misi, kwa misingi ya undugu katika taasisi. Hayo yote ni sehemu ya ufisadi unaoendelea. Kwa hiyo hili linaweza kuwa ni funzo muhimu kwa serikali, lakini yumkinika kudhani kwamba hakuna la muhimu litakalofanyika zaidi ya kwanza pengine ku, kutumia fursa hii kuwawinda maadui wa kufikirika, kwa sababu hili nalo limekuwa tatizo la muda mrefu. Nguvu kubwa ina, inaelekezwa kwenye maadui wa kufikirika kuliko maadui halisi. Kwa hiyo si ajabu tatizo hili likatoa fursa kwa watu, kwanza kujitengenezea fedha kwa kutengeneza operation feki, lakini pia kuna tatizo jingine katika taasisi za dola za taarifa feki. Kwa hiyo mtu anazua kwa mbwana fulani yule kule mtandaoni anahusika, akafanya hiki na kile, ili apewe pesa za kufuatilia kitu ambacho akipa na akishindwa, anazusha taarifa. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto kubwa sana katika maswala ya usalama a, wa nchi yetu. Tukio hili limeacha doa kubwa katika sura ya serikali ambayo kwa muda mrefu imejenga taswira kuwa imara, thabiti, isiyochezewa katika masuala ya usalama. Serikali imekuwa ikijinasibu kuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti wakosoaji, waandishi wa habari, wanasiasa na kila yoyote ambaye serikali au taasisi zake haimpendi, lakini sasa katika jambo hili lingeweza kupeleka ambalo linaweza kupelekea mgogoro wa kitaifa na hata uvunjifu wa amani, serikali haikuweza hata kulinda akaunti zake za mitandao vitandao ya kijamii. k Kwa inaonyesha kwamba huu ujasiri na ubabe ni wa maneno zaidi kuliko vitendo, kwa sababu katika mazingira ya kawaida haiwezekani matukio haya kutokea kwa mkupuo, tena ndani ya siku moja. Inaonyesha kuwa kuna udhaifu mkubwa katika mifumo ya usalama. Sisi tunazungumzia usalama wa mtandao. Je, usalama wa taifa ukoje? Kwa sababu hili la usalama mtandao ni dogo, kubwa zaidi ni usalama wa taifa letu kwa ujumla, lakini hili la usalama wa mtandaoni ni sehemu se ya usalama wa taifa letu. Ni kama mtunza hazina ambaye ana walinzi wengi kwa mdomo, lakini hana mlango wa kuzuia wezi. Hii ni aibu ya kiwango cha kimataifa kwa taifa linalojiita thabiti. Mashambulizi haya yameacha madhara makubwa, hasa kisaikolojia. Watanzania wengi walipatwa na mshtuko, biashara kadhaa kadhaa huenda zilisitisha shughuli kwa muda. Taasisi za kifedha zilikumbwa na sintofahamu, na baadhi ya mashirika ya habari ya kimataifa yalilazimika kutuma waandishi wake kufuatilia taarifa. Ya uongo kutoka chanzo rasmi ni hatari zaidi kuliko uvumi wa kawaida. Inaunda mazingira ya kuvuruga amani, kutikisa soko la fedha na hata kuchochea hatua za kijeshi, kama itaaminika kuwa taifa limetumbukia katika ombwe la uongozi. Serikali sasa inalazimika kujibu maswali mazito kutoka kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa. Lakini kubwa zaidi, kwa sisi wengine ambao ni wadau wa masuala wa ya usalama, ni muhimu kuzingatia uadilifu katika taaluma na badala ya kuleta kufanya ubabaishaji, kwa sababu kwa kiasi kikubwa kabisa, bila shaka haya yamesababishwa kwa kiasi kikubwa na ubabaishaji katika sehemu ambazo zinahitaji taaluma. Je, una maoni gani kuhusiana na hili tukio kubwa kabisa lililoikumba nchi yetu, na unadhani nini kifanyike? Basi toa maoni yako hapo chini kwenye comments. Asanteni na kwaherini.